Karibu MP Digital ili uwe wa kwanza kupata video zetu, tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau ku like na kushare asante. Pole ya nini sasa? Sare, suruhu ya leo hii. Au nikupongeza? Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata a, alama moja, kwa maana ya mchezo wetu wa kwanza wa ugenini tumepata alama moja, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo 28 inabakia, ni michezo ya kwenda kujipanga kuangalia Tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa tatu wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo na Sokoine imeendelea kuwa pitch ngumu na Mbeya, tumeelekea wapinzani wagumu kama historia ambavyo inaonyesha uh, huko miaka ya nyuma. Mwenyekiti, mbele ya macho yako ukiwa jukwaa kwako pale, mashabiki wamesimama wakiimba aondoke atumtaki. Hili linawapa ujumbe gani? Ah, tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele lakini uongozi wa Young Africans bado upo kwenye uh, mchakato wa watathmini, ikihitajika maamuzi kufanyika, yatafanyika, lakini sofa bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi tulipo na wapi nataka kwenda, na kila mtu atafanya pati yake okay. Mashabiki wanafanya pati yao, uongozi fanya pati yake, wachezaji wanafanya pati yao, nao ya kila mtu ana pati yake, waa, tusiwe na haraka kwa upande hmm. Wako wewe binafsi umeridhishwa na performance ya mchezo leo? wamekaa nyuma uh, Mbeya City kwa muda mwingi wa mchezo, picha ikiwa ruhusu Yanga kucheza, tumestruggle kwenye eneo yetu ya kucheza tukaingiza strikers wawili mwishoni na madai ya kumi za mwisho, angalau tukaanza kuwa na threat kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo, technically walikuja na mpango mzuri wa kudefend na umewasaidia kupata alama moja, sio pata alama moja, akasema alhamdulillah. Ali, ali, wakati timu ikiwa inapata matokeo bado kuna wachambuzi na watu walikuwa wanazungumza kusema makosa leo, badala ya hawa wapiga ramli, achana nao. Sisi hata miaka ya nyuma hmm, tulianza ligi tukafungwa Mbalali na Ihefu. Kwa hiyo, issue sio uh, nyakati issue ni, ni, ni timu ilivyokuwa sasa hivi na matokeo tulikuwa tunajua yatakuja tu. Yaani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifungwe. Tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi itapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafungwa, lakini hiyo ndio football mwaka tunaofungwa na IF ilikuwa ni mechi ya ngapi? Ilikuwa ni mechi ya tatu au ya nne? Ilikuwa ni mapema vile vile. Kwa hiyo ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndiyo football iko hivyo, tulikuwa tunajua kuna siku Yanga itaangusha alama, na hiyo siku imefika leo hapa Sokoine kwenye mchezo wa pili, na tunasema alhamdulillah. Kama kuna sehemu za kuimprove, mkipata mapema picha hiyo mnarudi kwenye meza ya tathmini, mnakwenda kuimprove kwa matokeo. Kama labda mashabiki wa Yanga Africans wanaweza kuingia na pressure, kama afisa bani Nakamasaba wanaweza kuambia nini mashabiki wa Yanga Africa? Hakuna, hakuna haja ya kuwa na pressure, ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 ya ligi ya kuchezwa, bado kuna mechi nyingi mno zimebakia hii ni mechi ya pili leo, na tuna pointi nne, hatujafungwa, tumeangusha tu, tume alama mbili, tumepata alama moja. Kwa hiyo tuna room ya kuimprove kwenye michezo ijayo, kwa hiyo tuwe watulivu mm -hmm. Tuendelee kupanga mikakati yetu, na inshaallah tutazidi kuwa bora hali mchezo unaofuata ni unaingia kwenye break ya FIFA. Alafu tunakwenda kimataifa, tunakwenda Malawi Milongo hiyo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe mona kama unarafuna majibu yako <laughs> nini kinaendelea huu vipi? Kwa sababu umesema okay. yeah. timu inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia ni kama bado haupo. tumepata tume, tume alama moja leo mm. Si ndio? Hatujapoteza mchezo, kuna siku za kupumzika hapa baadaye, tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa, kwa hiyo tunaendelea kujipanga. Wewe, kinachoendelea ni kipi? Mbona, kama watusemea ivaami? <laughs> E, mimi nawashukuru sana ndugu zanguni, na amuwe na safari njema kurudi Dar.